Mamia uh, ya wakazi wa mitaa mbalimbali ndani na nje ya wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wamejitokeza kuuzika mwili wa mtoto Josia Benjamin Makelo mwenye umri wa miaka 12 aliyefariki dunia kwa kudonolewa na kuku usiku wa manani. Sasa taarifa hii inasema katika maziko hayo yaliyofanyika uh, jana Oktoba 13 katika makaburi ya kijamii yaliyoko kata ya Masanga, wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali, viongozi wa dini na wazee maarufu waliweza kushiriki maziko yako hayo, ambapo Rafael mtafya mtafya huyu ni kiongozi wa mtaa na mwimbaji wa kwaya katika kanisa aliyokuwa akisali marehemu, amesema kifo hicho kimejawa na mshangao mkubwa kutokana na kudonolewa na kuku usiku wa saa nane. Na amesema marehemu alikuwa na uwezo mkubwa darasani na alipotoka kupokea zawadi eh, alitoka kutopokea zawadi kwenye sherehe za kuhitimu darasa la saba na usiku wake, wakati amelala eh, aliota ndoto kuwa amedonolewa na kuku. Na aliposhtuka aliweza eh, kumwelezea baba yake juu ya ndoto hiyo, na hapa nanukuu, anasema siku iliyofuata saa saba usiku eh, alishtuka kitandani baada ya kuku aliyemuota kumjia na kumdonoa katika paji la uso, na ilipofika asubuhi alianza kuugulia maumivu makali na baada ya maumivu hayo kuzidi, alipelekwa hospitali ya wilaya iliyopo Viwawa na kufanyiwa vipimo ambavyo havikuonyesha ugonjwa na ndipo walipompeleka kanisani kuweza kufanyiwa maombi e, inasema taarifa hiyo ambayo anazungumza Rafaeli Mtafya, kiongozi wa mtaa na mwimbaji wa kwaya. Eh, lakini Mtafi aliendelea kusema uh, ambaye pia ni balozi wa nyumba kumi katika mtaa huo amesema, baada ya homa kuzidi walimpeleka uh, hospitali ya Rufaa mkoa wa Songwe, ambapo uh, nako vipimo havikuonyesha ugonjwa. Aidha ameeleza kuwa baada ya, ha ya hapo marehemu alirejeshwa nyumbani na alizidiwa eh, aliendelea kuumwa na alizidiwa, ambapo jicho moja liliziba na alianza kuarisha mfululizo na ilipofika usiku wa saa nane kuamkia jana alifariki dunia na kuweza kuzikwa jana Oktoba 13. Na anasema mimi ni shemasi na mnukuu, anasema mimi ni shemasi wa kanisa na ni balozi wa mtaa uh, namba mbili. Baba wa mtoto ni mwalimu wa Sande. Mtoto alikuwa mwimbaji na mwenye kuijua vema Biblia. Uh, tulijaribu kumwombea lakini ilishindikana. Kifo chake kimewashangaza wengi, amesema mtafya na mwenyekiti wa mtaa wa Majengo, Leonard Mwabene. amesema ameshiriki maziko hayo huku akijiuliza chanzo cha kifo hicho, na kuwa yote, eh, kwa yote ni mipango ya Mungu. eh, tukio ambalo limezua sintofahamu, taarifa ambayo imezua taharuki na mtoto uh, Josia Benjamin e, makelo wa miaka kumi na mbili aliweza kuzikwa siku ya jana.